Karibuni wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya Faraja, katika kipindi hiki cha tafakari juu ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo katika mwanga wa utafiti wa sande ya Torino, leo ikiwa ni siku ya 36 ya Kwaresima, na kipindi kinaletwa na Padre Stanslaus Mutajwaha wa mkurugenzi wa shule ya KWAUSO sekondari iliyojengwa kumwenzi huyu kutana naye katika sanda ya Torino. Leo mada yetu itakuwa ni athari za tangazo la umri wa sanda kwa njia ya carbon 14. Na Papa Julius wa pili mwaka 1506 alitoa kibali rasmi cha misa ya sanda. Mojawapo ya sala katika misa hiyo ya sanda hivi e, mwenyezi Mungu wa milele, kwa kumbukumbu kumbu ya mateso ya mwanao pekee umetuachia sanda takatifu ambapo imechapwa sura yake. Mwisho wa nukuu ya maneno ya Papa Juliusi wa pili, misa ya sanda. Athari za matokeo ya vipimo vya umri wa sanda mwaka elfu moja mia tisa themanini na nane zilikuwa kubwa hivyo. Kama sanda ingekuwa ndiyo msingi wa imani ya Kikristo, imani hiyo leo ingekuwa katika hali mbaya sana baada ya tangazo hilo. Lakini kama ilivyosemwa katika utangulizi, msingi wa imani ya Wakristo sio sanda ya Torino. Sanda siyo swala la mafundisho ya kanisa. Papa Yohani Paulo wa Pili amelisitiza hilo pia. Kanisa haijawahi kutamka kwamba sanda inamtaka mkristu aikubali au kwa vingine atengwe na kanisa. Kanuni ya imani ya kanisa moja takatifu katoliki la mitume hahitaji mahala popote neno sanda. Hivyo utafiti sahihi juu ya sanda lazima uheshimu ukali wa mantiki na matakwa ya ukweli, na utafiti hapa linamaanisha kwamba inawezekana kwa Mkristu kuipokea au kuikataa sanda na bado akaendelea na Ukristu wake bila kubugudhiwa na yeyote. Hilo nalijua, na mazungumzo yetu haya ayatambagua Mkristu asiyekuwa na nafasi kwa ajili ya sanda, maana kwa uelewa wangu sanda hii ni zawadi. Sasa, rafiki yangu ageuki kuwa mbaya wangu eti kwa sababu akuwa tayari kuipokea zawadi kutoka kwangu. Hivyo hivyo, mtu mwenye imani ya kweli hatampiga kisogo Bwana wetu Yesu Kristo eti kwa sababu sayansi haikufaulu kuonyesha kwamba sanda ya Torino inayozungumza kwa ufasa kabisa juu ya tendo kuu la upendo wake kwetu ina umri wa miaka elfu mbili. Kama ilivyo pia katika mazingira ya kawaida, thamani ya mama mtu itabaki kuwa thamani ya mama hata bila kujali kama sayansi imefanikiwa kuthibitisha kwamba ni mama au la, mama hatageuka kuwa mama mdogo etu kwa sababu sayansi haijatamka kwamba kweli ndiye mama. Lakini pamoja na maneno hayo yote, athari za tamko la matokeo ya mwaka elfu moja mia tisa themanini na nane bado zipo. Miaka michache iliyopita, yani Wilson ambaye katika barua yake binafsi alidokeza juu ya hali inayoweza kuelezewa kama mojawapo ya athari za matokeo ya vipimo hivyo. Alisema hivi: kwa upande wa masuala ya usio fani ya tiba, sasa tunazo picha nzuri ajabu za sanda zinazopatikana katika mfumo wa kidijitali. Hizi zinahitaji kushughulikiwa na watu wenye ujuzi na utaalamu safi wa kustafsiri, lakini kwa vile watu walio makini kisayansi wameogopeshwa na kisa cha kaboni kumi na nne, wamekaa kando kidogo. Kazi hiyo ya kustafsiri azitafanyika kwa sasa hivi. Matokeo yake ni kwamba katika miaka kadhaa iliyopita hakuna kitabu cha maana kilichoandikwa kuhusu sanda. Kwa hiyo mwisho wa mwisho, kitabu kilicho bora kilichopo ni sanda yenyewe na picha yake ya kichangamoto. Mtu yeyote anayekichukua katika kweli na uwazi, anachohitaji kufanya ni kujisomea mwenyewe kitabu hicho na kukiuliza maswali yeye mwenyewe. Kuna mlima mzima wa taarifa kwenye mtandao lakini hizi pia zinapaswa kuchukuliwa kwa akili, uangalifu na umakini wa kuweza kuchuja, usio mruhusu msomaji ameze tu kila kitu kinachoandikwa kama ni ukweli. Mawazo hayo yameandikwa na Wilson, mtafiti makini mwenye umri wa miaka sabini na nane, miaka mingi sana ya Kufuatilia, historia ikiwa juu yake ikiwa nyuma yake lakini yanaweza kuchukuliwa kama jumuisho la mawazo ya wengi watu wanaoithamini sanda leo licha ya tamko la vipimo vya kaboni kumi na nne hawaiendei kwa tiketi ya sayansi bali kwa mvuto wa sanda yenyewe usioweza kuwekwa katika vipimo vya kimhesabu kama wafanyavyo wana sayansi mimi ningesema kwamba kwa mtu anayetaka, si rahisi kuelewa uzito wa maana ya sanda. Tukiwaona mababu watakatifu kama Yohani Paulo wa pili, mtakatifu Papa Benedikto wa kumi na sita, mwanateolojia bora na mtetezi wa mafundisho safu ya kanisa, katika akili yao timamu kabisa, wamepiga magoti na kusali kwa unyenyekevu wote na mshangao mkubwa mbele ya sanda huku wakijua kwamba wao ndiyo maarifa wamtume mtume Petro aliyewekwa na Kristu kulichunga kanisa na kulifundisha ukweli isipoteze mwelekeo, licha ya kujua vizuri kabisa matokeo ya vipimo vya umri wa sanda vilivyotangazwa kwa jina la sayansi. Ni dhahiri kwamba kwa mababu watakatifu wa nyakati zetu na kwa watu wengine wengi wenye mtazamo kama wao mvuto wa sanda una nguvu zaidi kuliko ushawishi wa matokeo ya vipimo vilivyopatikana kwa njia ya chombo cha binadamu cha mwaka 1988. Kama asemavyo Wilson, kwa sasa hivi vitabu bora kuhusu sanda ni sanda yenyewe, maana mvuto wa sanda unatoka ndani ya sanda. Ni bahati ya kizazi chetu kwamba picha ya sanda inapatikana popote pale tunapojikuta katika simu za mkononi tunazomiliki sisi wenyewe. Sio lazima mtu anunue kompyuta kubwa kuweza kuziona. Kwa simu ya mkononi tunaweza kuipata picha nzuri ya sanda na kuugusa ujumbe wake wa upendo wa Kristu kwetu sisi. Na tena mambo yanavyoendelea kujionyesha, kuna hii njia ambayo imegunduliwa juzijuzi tu juzijuzi tu na wanasayansi wataalamu wakubwa, hii njia ya wide angle x-ray scattering ambayo tayari imeshaonyesha kwamba sanda ina umri na inakwenda kwenye karne ya kwanza ya Ukristo, njia ambayo inaonyesha kwamba kwa, kwa yeyote anayetaka kukubali mambo jinsi yalivyo hana shaka, maana sayansi iko nyuma yake. Basi ndugu wasikilizaji, kwa leo tutafungia hapo, na kesho tutaendelea na mada nyingine ambayo kichwa chake kitakuwa ni sanda na maonyesho yake mbalimbali mbali ya adhara. Asanteni sana kwa kunisikiliza na tuendelee kutafakari e, mambo haya, uchunguzi wa sanda ya Torino wakati tunatafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo katika kipindi hiki cha Kwaresima. Leo ni siku ya thelathini na sita lakini kesho itakuwa ni siku ya thelathini na saba ya Kwaresima. Asanteni sana na Mungu awabariki.